Hayo yameelezwa na mganga mkuu wa mkoa wa Arusha Dr. Chazi Mkomba Chepa wakati akifungua warsha iliyoandaliwa na shirika la Dyslexia Tanzania kwa waandishi wa habari wa mkoa wa Arusha yenye lengo la kuwajengea uelewa kuhusiana na changamoto ya ujifunzaji kwa watoto iliyofanyika wa mkoani Arusha. Amesema kuwa tatizo la dyslexia linasababishwa na changamoto inayotokea katika ubongo wa kushoto. Kuna changamoto kwenye ukuaji wa ubongo hasa sehemu ya kushoto ya ubongo. Mimi nikisimama ubongo umegawanyika sehemu mbili kubwa, kuna sehemu ya kushoto na sehemu ya kulia, yaani ukikata hapa. Kwa hiyo ubongo ndani ukifungua, una sehemu ya kushoto na sehemu ya kulia. Sasa sehemu ya iliyoathirika sana, ambayo inaleta changamoto hii, ni sehemu ya kushoto, ambayo huko ndio tuna kuna controlling ya mambo ya learning na speech na vitu vingine. Mkurugenzi wa shirika la Dyslexia Tanzania, Gaudens Ayoti, ameeleza hatari iliyopo endapo mzazi au mlezi atashindwa kugundua tatizo hilo kwa mtoto wake, huku mkurugenzi mwenza wa shirika hilo Johns Habibu, akieleza maana halisi ya changamoto hiyo ya Dyslexia. Kuna hatari kubwa ambayo kama jamii itaendelea kutoelewa watu wenye changamoto hizi watakuwa wanapata shida sana, wanaacha shule, wanaingia katika kufanya mambo ya uhalifu, kwa sababu kama shule haimfai mtoto ataacha shule, na akiacha shule, kule nyumbani anafanya nini? Kikubwa atakuwa anaingia katika matumizi ya madawa ya kulevya, atakuwa hana umuhimu, wakati hawa watu wana vipaji vikubwa. Ndio maana tunaweka jitihada zote kuelimisha jamii ili kuelewa, kuwasapoti. Nchi za wenzetu watu wamefanya mabadiliko makubwa sana kwa sababu jamii yao ilielewa, ikawa support. Mfano mmoja tu, mwanzilishi wa iPhone anaitwa Steve Jobs alipata msaada, ndio maana ameleta mabadiliko katika ulimwengu wa kiteknolojia. Jamii ikielewa, tutapata manufaa makubwa kwa sababu hawa watu wenye dyslexia wana vipaji vikubwa sana, wanaweza kuleta mabadiliko katika jamii yetu. Dyslexia ni changamoto ambayo inawapata watoto katika mambo makubwa matatu: kusoma, kuandika na kuhesabu. Na hii hupelekea watu wengi, kwa kutokufahamu, kuwaita majina tofauti tofauti ambayo wanawanyanyapaa kama slow learners, watu wanaojifunza polepole, mbumbumbu, wajinga, na maneno mengine ambayo hayafai kama hayo. Mwenyekiti wa Arusha Press Club , Clouds Gwandu, ameeleza kuwa wamekuwa na fursa nzuri ya kujijengea uelewa juu ya tatizo la dyslexia, huku mtaalamu wa saikolojia Esther Cornelio akieleza dalili za tatizo hilo na mmoja wa waandishi wa habari za Kia Simbaya akitoa ushuhuda juu ya mtoto wake mwenye changamoto hiyo ya ujifunzaji. Ndio leo tunajua kumbe, wengine hata watoto wetu ni watukutu kingina, na hii shida ndio leo pia tunajua. Afadhali mwenzetu Zakia alishajua kwamba kumbe kuna kwa hiyo na sisi huko, tunaporudi majumbani, tuangalie tusiwe pesi tu akutasika mijereji watoto pengine wanawakatia. Sasa tumejifunza kitu ambacho na sisi wenyewe kinatugusa moja kwa moja. Mzazi anaweza kufanya mambo machache katika kutambua mtoto wake kuwa na tatizo hili la dyslexia. Kwanza anaweza kufuatilia kwa ukaribu kama anaweza kuchanganya herufi zile ambazo zinaweza kufanana kama herufi ndogo b ndogo pamoja na p pi, lakini pia pamoja na namba tisa, kama ana hilo tatizo lakini pia kama ana, anachelewa katika kuandika kusikia, na kuweza kuandika kile kitu, lakini pia kama anakuwa na changamoto hata ya kuhesabu kwa anapoona hizi dalili za kwamba mtoto wake anakuwa na changamoto ya kuelewa darasani ama kuandika, anaweza kwenda zaidi kwa kaona wataalamu na kuweza kupata assessment kwa mtoto ili kugundua changamoto. Mwanzoni nilikuwa nampiga sana mtoto lakini nilivyoelewa, nikajua kumbe hawa watoto unapompiga ndo unamnyima kujua anapaswa kufanya nini. Kwa hiyo baada ya kujua anipasayo kufanya, ikabidi nianze kuwa namsaidia. Unaona, homework ambayo mdogo wake anaifanya kwa dakika tano yeye anaifanya li saa. Ukimsaidia na yeye anafanya kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo wazazi, ni bora tugundue mapema kama mtoto ana dyslexia, then tumsaidie. Takwimu za ulimwengu zinaonyesha kwamba kati ya watu watano mmoja ana tatizo hili la dyslexia. Kutoka hapa mkoani Arusha mimi ni Elihuru Machao.